Karibu katika Mohamed Talk. Leo tutamwangazia maisha Dr. Kikwete, ya Dr. Jakaya Kikwete aliyekuwa rais wa awamu ya nne katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye anakumbukwa kwa urais wake kwa uwezo wa kuunganisha watu, diplomasia pamoja na ya, diplomasia ya imara ya kimataifa. Na hapa maisha yake ya awali na elimu, Jakaya Kikwete alizaliwa tarehe 7 Oktoba mwaka 1980 jijini Msoga, wilaya ya Bagamoyo, mkoa wa Pwani. Alizaliwa katika familia ya viongozi wa jadi yani chiefs. Elimu, alisoma shule ya msingi na, na sekondari katika maeneo ya Pwani, kisha sekondari ya Tanga. Alipata shahada ya sanaa katika uchumi, BA in economics, kutoka chuo cha Dar es Salaam, Udism, mwaka 1975 baada ya kuhitimu Udism, alijiunga na jeshi la wananchi Tanzania, JWTZ. Alipata mafunzo ya kijeshi katika vyombo mbalimbali na ikiwemo Tanzania na nje ya nchi Urusi. Alipanda vyeo haraka kufika cheo cha luteni kanali kabla ya kustaafu jeshi na kujiingiza kikamilifu kwenye siasa. Kikwete aliacha alama kubwa katika siasa ya Tanzania kabla ya urais, akianzia katika nafasi za kijeshi kuishia kwenye baraza la mawaziri Alichaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Bagamoyo na mwaka 1988, nafasi aliyoishikilia hadi kustaafu urais. Baada ya kushika nyadhifa mbalimbali ya uwaziri mdogo na kiongozi wa serikali, aliteuliwa kuwa waziri wa fedha na waziri wa mambo ya nje ya ushirikiano mwaka 1995 mpaka mwaka 2005 hapa ndipo alipojijengea sifa kubwa ya kimataifa Alihudumu kwa miaka kumi na akawa waziri wa mambo ya nje aliyeshikilia nafasi hiyo kwa muda mrefu zaidi Tanzania. Alishiriki katika, katika misheni nyingi za amani na usuluhishi barani Afrika. Mwaka 2005 Kikwete alijitosa kuwania urais wa ndani ya CCM. Alishinda kwa kishindo uchaguzi mkuu kwa asilimia 80 na pointi mbili ya kura zote akibeba matumaini makubwa ya vijana wengi. Mwaka 2005 mpaka mwaka 2015, utawala wake wa Kikwete ulikuwa na sera wa uwazi, upanuzi wa elimu pamoja na jitihada za kukabiliana na umasikini. Alianzisha mkakati wa kukuza uchumi na kupunguza umasikini katika Tanzania, mkukuta, MKU mkukuta kwa maendeleo kwa mwendelezo wa programu za maendeleo nchi ya uongozi wake, uandikishaji katika vyuo vikuu vya vya ujenzi wa shule za sekondari iliongezeka kwa kasi sana kwa lengo la kufanya elimu ya juu kupatikana kwa vijana wengi. Ujenzi wa barabara za lami, upanuzi wa bandari uliendelea. Kikwete alidumisha mtandao imara wa kimataifa. Alijulikana kama sana kama mjumbe wa amani katika migogoro ya kikanda, hasa mashariki mwa Afrika. Utawala wake ulikabiliwa na kashfa kubwa za kifisadi, ikiwemo kashfa ya Richmond Dowans kuhusu mkataba tata wa uzalishaji umeme, kashfa ya EPA Benki Kuu kuhusu wizi wa fedha katika akaunti ya malipo ya nje ya Benki Kuu ya Tanzania. Kukua kwa uchumi: pamoja na changamoto hizo, pato la taifa GDP liliendelea kukua kwa kasi ya wastani ya asilimia sita mpaka saba kwa mwaka kustafu kwake mwaka 2015 dr kikwete alimaliza vipindi vyake viwili vya miaka kumi na na kwa mujibu wa katiba wa kukabidhi madaraka kwa mrithi wake dr john pombe magufuli kwa amani mjumbe wa kimataifa baada ya kustaafu amekuwa kiongozi mkuu amekuwa kiongozi mkuu wa kimataifa akihudumu kama mwenyekiti wa bodi ya wadhamini ya chuo cha kikuu cha afrika african leadership university alu mjumu mkuu wa Umoja wa Mataifa AU na mmoja wa Mataifa UN katika masuala ya utawala bora, amani na utatuzi wa migogoro. Dr. Jakaya Kikwete alikum, anakumbukwa kama rais ambaye alileta uwazi katika utawala, alitoa kipaumbele kwa diplomasia na aliweka misingi wakam, wa, wa upanuzi wa elimu ya juu nchini.